Mheshimiwa Heche. Wow. Karibu. Mm. Bwana asifiwe. Amina. Sasa mimi huwa ni mzungumzaji mzuri sana kwenye events za kisiasa sijui <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kama ni mzuri sana kwa kuzungumza kanisani. Kama <laughs> <laughs> alivyosema Askofu Marekana mimi ni mwadventista msabato kwa kuzaliwa amen, sio wara kwamba labda nimeingia hivi karibuni, na nimebahatika kuwa na mama wangu hapa si? yes, amekaa, amekuja kusali na sisi mama. Mama anaishi Tarime lakini alikuwa India kwa matibabu. Sasa aliposikia kwamba leo mnaadhimisha miaka 40 ya utume akasema atakuja kuabudu na nyie hapo amen. Tumepata foleni kubwa sana hapo njiani, tukafika kwa kwa lekupendi kwenda kanisani kwa kuchelewa. Na kwa kweli mimi ni mtu ambaye nimebarikiwa sana na kwaye ya kurasimu <laughs> Nina miaka arobaini, kwa hiyo nimefanya kazi. Nina miaka arobaini na tano, ilikuwa hiyo nimefanya kazi kwa miaka 40. Yaani miaka mitano tu mimi naizidi hiko. Kwa <laughs> ko nikwai ambaye imetubariki sana, na kwa kweli nimefanya kazi nzuri ya utu. Nimemsikiliza vizuri sana Pastor Marekana alipokuwa anazungumza, amesema mambo makubwa sana tuweke mawe hapa duniani kwa ajili ya watu wengine ili maisha ya watu wengine yawe bora zaidi. Ametoa mfano wa nzi na mbu e, amezungumza kwamba mbu anaishi siku saba lakini anaacha impact duniani hapa. It's not about the duration, it's about the impact. Impact ya maisha unayo yaacha Amen. Unaweza ukaishi siku kumi duniani au miaka kumi lakini ukaacha dunia ipo mahala salama sana kwa ajili ya watu. Sisi tumebarikiwa nchi nzuri sana na amezungumza pia kuhusu wa watu wa Denmark ambao wako elfu mbili mimi, wanasikiliza sana mambo na ya tafakari kwa kina sana. Kwa nini wao wanaweza kutoa kuliko sisi kwa nini wao watusapoti sisi? Sio kwa sababu wana uchumi mkubwa sana, sio kwa sababu wana nchi nzuri kuliko ya kwetu, ni kwa sababu maisha yao yameadvance. Na sisi struggle tunayofanya duniani hapa ni kufanya maisha ya watu wengine yawe bora zaidi. Tuna nchi nzuri, lazima tuifanye iwe mahala pazuri zaidi. Kwa ndugu zangu mimi nimefurahi kushiriki na nyie, na mimi nitaweka jiwe Amen. Ya, japo kwa kushtukiza, eh, lakini nitaweka, yeah, jiwe. Wow. Eh, na na mimi na mimi na mama yangu na wadogo zangu tutachangia shilingi milioni mbili na mtaweka milioni moja hapa hapa na tume, tuko na naibu katibu mkuu wa chama chetu pia ndugu Amani Gorugu. Amani, ungekuja hapa kwa Amani yeye sio msabato lakini, ame, amekuja kwa sababu hii kwa yeye imembariki sana. Amen. Amen. Tuko na mkurugenzi wetu wa chama pia wa masuala ya uwekezaji Leonard Magere, yeye ni msabato kama sisi. Amen. Na wote wametaka sisi kama Amani wanataka kusema utakapojiandaa Kwa hiyo ndugu zangu, tumefurahi, lakini nataka kusema jambo moja na muhimu sana pastor, ambalo mimi linagusa sana maisha yangu. E, binadamu hapa duniani, mtu mmoja anaweza mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa vitu tunavyovitumia kama umeme. Ni mtu mmoja, ni wazo wa mtu mmoja. Mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa ndege mtu mmoja ndiye alifanya uvumbuzi wa magari tunayotumia kusafiria na kila kitu. Kwa sabato, tusinyamaze tunapoona maisha ya watu yanapotea kwa njia ambazo hazikubariki, kwa sababu inawezekana mtu mmoja ambaye anapotezwa leo angezaa mtoto akavumbua dawa ya ukimwi na akasaidia dunia. Inawezekana mtu mmoja ambaye anapotea katika mazingira ambayo yakubariki, na hii ni kazi ya utume, ni kazi ya Mungu, pigania maisha yako. Mtu mmoja anayepotea inawezekana ndiye akazaa mtoto akavungua dawa ya kansa na kuokoa dunia. Kwa hiyo, tusinyamaze. Mungu awabariki sana.